Na hivi kule ni tatizo limeanza ni, ule, ni muda mrefu ule sana yaani hapa naomba sana, mm. una, una, una sana eh? Ah, kwa Mwenyezi Mungu unajua napenda sana mke wangu atakuwa sawa. Tulia, naomba tu Mwenyezi Mungu amsaidia

Hivi, mke wangu anaendeleaje? Ha, ah, hali e, yani, ya mke wako si nzuri kidogo, naomba ndoa wasiwasi. Ni ameishiwa maji mwilini na maumivu makali, hivyo tumempatia huduma ya kwanza, naomba ndoa wasiwasi. Yaani inawana mchonga, ameishiwa maji kabisa mwilini. Atapona, naomba ndoa wasiwasi, atapona Nisaidie ili weze kurudisha hali ya mke wangu, arudi vile vile kama alivyokuwa zamani. Yaani kuishi bila mke wangu mimi siwezi, siwezi kabisa. Dokta, mi naomba tu nisamee kwa sababu maisha yangu ni, ni, ya ni, ni magumu sana hata hmm. yani, ile chakula tu mlo mungu moja kwa siku kupata ni shida. Wakati mwingine unashindia paka maji yani hali yangu ni mbaya ni mbaya ni mbaya sana. Yani baba, hapo nafika hospitali tukitembea kwa mguu takribani masaa matatu paka manne paka tunafika hospitali. Naomba tu unisamee, uweze kuokoa maisha ya mke wangu, nampenda sana mke wangu. Naomba unisaidie dokta, na kuomba, niko chini ya miguu yako, pole sana

Yeah, basi mimi nitasubiri. Yeah, okay sana Uledi, nakomba no, ndoa wasiwasi, mke wako amefika hospitali kwa ajili ya matibabu, sindio? Sawa daktari. nakomba ndoa sana. Asante sana. Sana, karibu Usijali. Utapona tu. Asante sana. Usijali. Sasa ndugu yangu Bwana Uledi, mimi naomba nikuache kidogo maana time unaona imeni imeniacha, ila nimepita pale reception then nimelipia kila kitu. Sasa nimeclear pale, wewe utaenda pale utachukua kila kitu na mambo ya dawa, sijui tizi over. Nashukuru sana kaka, nakushukuru sana, sana sana sana, kwa msaada wako. Ah, hata hivyo daktari ameturuhusu, yani drip walomwekea hii kisha malizika ameturuhusu twende nyumbani. Oh. Basi. Sawa. Kuja malize malizie dawa. Maliza. Utapitia pale. Na hao madudu madogo dawa nini? Utakuta na taarifa yangu pale. Sawa. Sawa. Basi mimi ngoja nikuache. Sawa kaka, nashukuru sana. Asante sana. Sawa. Waende dawa shimeje. Uo apo sawa? Tuko pamoja kaka. Ah. wangu yaani kutokana na hali yako jinsi hii ambayo unayo kwa sasa, unatakiwa upate mlo kamili, kwa sababu hizo dawa ambazo unameza meza ina, yani zina nguvu sana, lakini mimi mme wako sina kipato cha kununua chakula ambacho kina, kinakamilika mlo kamili kwako wewe eh? Angalia leo dawa za kunywa zile zote, usiku wa leo umekunywa uji tu na haya maji saizi, haya ndio unalalia. Kikweli hali inaniumiza sana, kichwani naumia sana, lakini na imani ipo siku ya mambo yataisha. Naomba tu nivumilie, sawa na tena mbali kidogo, shida shida shida. E, sasa <coughs> pole, pole, pole, pole, pole. Basi, basi basi basi, basi, basi, basi, basi, basi, yes. Pole pole. <coughs> Sasa kesho nikiamka nitajaribu kwenda kutafuta kazi, sawa. <coughs> E, pole sana <coughs> e, basi, unasikia joto hmm? Uh -uh, baridi sana pole. Basi, pole basi mama. Uh -huh. Sawa? Uh -huh. Basi uh -huh. Mke wangu hali ishakuwa mbaya tena, kila kukicha inakuwa mbaya zaidi. Naomba tu nikatafute kazi yoyote nifanye kila. Na namuomba Mungu mchana na usiku akusaidie uendako, ufanikiwe. Na kwa uwezo wa Mungu, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakusaidia tu, na utafanikiwa. Asante sana kwa kauli nzuri za kututia moyo kila siku, kwa sababu Nikisema tukae hapa muda wote, najua unaumwa, unahitaji tukae wote eh, nikuhudumia kwa kila jambo, kwa kila kitu. Lakini unafahamu eh? kipato changu ni kidogo, yaani pesa sina kabisa. Sasa bila pesa, haya maisha yatakuwa magumu zaidi zaidi ya hapa, mke wangu. Na nakuombea Mungu, nenda tu salama na atakujalia Mwenyezi Mungu, utapata kazi. Ila uendako mume wangu usije tu kunisahau, usinichoke kwa malazi yangu. Sasa unaongea kauli hizo, unajua mimi nakupenda, nafahamu kabisa hali bila wewe ni kuishi siwezi. Hou ndo ukweli. Kwa nini sa, unasema nitakusahau? Nakusahau vipi? Natafuta pesa kwa ajili yako na mimi sasa, lakini imani ipo siku hii moja tu haya maisha haya utayasahau, na utaishi maisha mazuri. Na kwa ili leo hii niombee kila siku kwa Mwenyezi Mungu, niombee niwe mzima kama hivi na afya, nitafute kazi nipate kazi, ili nipate kipato cha kutunza wewe eh? na familia yetu inayokuja. Nakupenda sana, na kuache. Nikapambane nione nika kama tafanikiwa, sawa? <tipasarai> Ramadhani, mbona leo upo kimya sana? Sijakuzoea hivyo, una shida gani? <laughs> Amna mke wangu. <laughs> Nawaza maisha tu jinsi yanapoweza kubadilika ghafla. kuniambia kuwa unamwaza rafiki yako Uledi sivyo? ya hivi, unajua namuonea huruma sana mshikaji kila napomwona. Yaani kuna wakati mwingine nafsi mimi nasuta, natamani kumsaidia, ila sasa sijui ni kwa namna gani lakini mi naamini ipo siku tutajoin tuta tutakaa sehemu nzuri mshikaji, juu anapitia wakati mgumu sana, situation ambayo iko nayo sasa hivi, mazenguzengu, familia yake mwenyewe, na mwenye huruma sana. Na vipi kuhusu mke wake, anaendeleaje swala? Uh, mke wake hajanipa eh, taarifa yoyote hospitali ila ninavyomjua Uredi hawezi kuniambia chochote, labda mimi ni wasiliane naye, sababu namjua Uredi, namjua vizuri, sio mtu wa unjunju. Hmm. Hmm. Sawa, yote kwa yote, nabidi kesho twende tukamwangalie, tujue anaendelea au sio. Hmm. Kwa hiyo unahitaji kesho twende tukaangalie tukajulia y yeah. vizuri <laughs> ndio maana nakupenda sana hivi unajua nafurahi sana kupata mwanamke ambaye anajali mwenye utu <laughs> una akili sana unajua nini mwanangu mtu mm. apimwi na nini anamiliki dai yanapimwa na moyo wake, jinsi gani anavyogusa wengine. Sasa hapo ndio naanza kukuelewa, nakupenda sana mke wangu, nakupenda mke wangu. Hmm. basi panapokucha kesho nitafanya ima, twende basi hata kama asubuhi nitakuwa sina ratiba yoyote ya kwenda kazini, twende kule. Kama nitakuwa na ratiba yoyote, itaingia hapa katikati

Nanja, shida. Saa, yani kila... ah, samani plaza ubila samani, nimekuja hapa nina shida ya kazi mm -hmm, naomba unisaidie kazi yote. Kiukweli hapa kua kuna kazi kwa sahibi, ila sasa kutokana na muda uliofika kwa sasa hivi itakuwa ni ngumu kupa kazi, na kingine kama unavyoona saiti inaendea, mwishoni ndio tutamalizia eneo hili la mbele kwa hiyo kwa leo itakuwa ngumu sana kupata kazi ndugu yangu brother. Mimi hata kuchanganya udongo naweza, hata kubeba tofali ukusogezea, brother naweza, naomba unisaidie kazi, brother, please. Ndio, lakini kwa leo kikweli itakuwa ngumu kwa kazi, yani kiufupi itakuwa najumiza mimi mwenyewe sababu so, kutokana na kazi, wewe mwenyewe unaona site jinsi ilivyo, ilivyofikia. Sababu so, nafanya kazi, wewe unaona jinsi site ilivyofikia hii, yani itakuwa ngumu sana kupata kazi, brother, hata kazi ya usafi ni hata usafi hapa, naweza kasafisha hapa nyumba ikawa nyeupe kabisa, hata usafi na onda, usafi. Naomba nisaidie kuhusu suala la usafi, kama zile unavyoyaona, haya tayari mtu kashapewa hela kwa ajili ya kufanya usafi ndani mote, mkoo ndugu yangu. Da, kwa, kwa leo itakuwa ngumu, labda tungefanya kesho asubuhi mapema, kama utaweza ufike hapa tutafanyaje kesho, blast, e, kesho asubuhi mapema sana wali tujue tunafanyaje, ila kwa leo itakuwa ngumu sana kukusaidia shida. O shida shida, tufanye hivyo tu tuewe. Kwa leo ungeenda kesho asubuhi mapema, we njoo kama kija na mwenzangu basi. A tunafanyaje, ila kwa leo kikweli da, itakuwa ngumu sana. Sawa ndugu. Basi sawa, mna shida karibu. Nashukuru sana. Hamna shida. Ndo yake maisha maisha maisha maisha maisha